Habari za wakati huu mtazamaji wa Azam TV, na moja kwa moja sasa tupo katika hafla fupi ambapo eh, sote tunafahamu kwamba kesho ndio rasmi mashindano ya kombe la Mapinduzi yanaanza rasmi, na kubwa zaidi hapa ni utambulisho wa sehemu ya wadhamini, na kama ambavyo unaona hapa, hivi ni baadhi ya vifaa ambavyo watatumia waamuzi watakaochezesha mashindano haya, na huu ni mpira pia utakaotumika. Na pembeni hapa, kama unavyoweza kuona, baadhi ya zawadi zitakazotumika kwa washindi. Na shughuli hii moja kwa moja sasa namwachia Mohamed Kabwanga ambaye yeye ndiye uh, afisa habari wa kombe la Mapinduzi mwaka 2026 na karibu sana Kabwanga. Asante, nami nichukue fursa hii kuwakaribisha ndugu wanahabari, karibuni sana uh, hapa tupo Just Fit, na kama ambavyo taarifa zilivyotolewa kwamba kesho mashindano ya kombe la mapinduzi uh, yataanza na wakati tunaelekea katika mashindano hayo, pia uh, kamati ya kombe la mapinduzi iliwataarifu umma kwamba mashindano ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita hayatakuwa mashindano ya kawaida. Ni mashindano ambayo yana ukubwa wake, mashindano ambayo yameimarishwa katika eneo au maeneo mengi hususan, katika upande wa zawadi fedha zenyewe ambazo zitatolewa na maeneo mengineo mengi ambayo eh, mtakwenda kujionea. Lakini moja kati ya sehemu kubwa ambayo eh, tumewaita hapa Just Fit, mtakwenda kushuhudia hichi ambacho eh, punde hapa taarifa tutawapatia, na mtakwenda kuzitoa taarifa hizi kwa jamii kuhusiana na namna ambavyo kamati imedhamiria kwa msimu huu eh, kuyafanya mashindano ya Kombe la Mapinduzi kuwa makubwa yenye kupendeza na ambayo yanakwenda kuacha alama uh, kwa visiwa vya Zanzibar, Tanzania, East Africa na Afrika pia kwa ujumla kwa vile ambavyo tumedhamiria kwenda kuyafanya mwaka huu. Sasa nichukue fursa hii kwanza kuweza kutambulisha uh, meza kuu hapa. Pembeni yangu tupo na katibu mkuu wa kamati kuu ya Kombe la Mapinduzi ndugu Rashid Said Suleiman. Lakini vile vile tupo na mtendaji uh, wa Just Fit ndugu Hadji Degigo na kadhalika, uh, tupo na uh, mwenyekiti wa kamati ya fedha Kombe la Mapinduzi ndugu Halid Bakari ambaye kama mnavyomwona hapo. Kwa hiyo huo ndio ujumbe ambao tuko hapa, na kwa wakati huwa sasa basi nimpe nafasi katibu mkuu wa uh, kamati kuu ya Kombe la Mapinduzi ndugu Rashid Suleiman atatupitisha katika taarifa iliyotufanya leo tuitane hapa. Kwa hiyo ndugu katibu karibu sana. Asante. Eh, Asalamu alaykum. Kwanza kabisa nami ni mshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia asubuhi hii kuwa hapa pamoja nanyi eh, katika yale ya yale tu ya, ku, ya kuendelea kuhabarisha umma nini kinachokwenda kufanyika kuanzia kesho kama tulivyosikia hapa awali kidogo. Uh, pili ni washukuru nyinyi waandishi kwa, kwa kutunga mkono kuendelea kuwa nasi kufika hapa na kusikiliza, ili muwe kiungo kizuri kati yetu na Watanzania na au watu wote duniani, maanake hili si la Tanzania au si la East Africa peke yake, ni la ulimwengu nanyi ndo daraja ambalo mmetoa taarifa zetu kuzi, kuzifikisha sehemu zinazotakiwa kufika kwao, ni washukuru sana kwa kupoteza muda huo, lakini hampotezi eh, ni kwamba mmefanya wajibu wenu, lakini wa wajibu bila shaka me, m, ni kwa uzalendo pia, ndio maana mmefika, nawashukuru sana eh, tatu ni, ni washukuru wadhamini eh, mi nasema tu kwa ujumla baadaye mwenyewe mwenyekiti wa fedha atasema hasa kwa ndani. Niwashukuru wadhamini kuendelea kui, kui, kuiheshimisha nchi yetu ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kwa kuyafanya mashindano haya Mapinduzi Cup kuwa makubwa zaidi na zaidi kila mwaka unapokwenda. Kwa kweli mwaka huu ni mwaka zaidi wa kipekee, na ndio maana tuko hapa kwenye hili ambalo tutalisema punde au ambalo tumeanza kulisema uh, muda ulio sasa hivi yani, ambao tunalizungumzia uh, pia ni washukuru viongozi wetu wa nchi. Nimshukuru sana Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr Hussein Ali Mwinyi kwa kuendelea kuifanya Zanzibar kuwa nchi ya kimichezo, kuendelea kuifanya Zanzibar kuwa nchi ya furaha nchi ambayo kila mtu anatamani afike aone Zanzibar kuna nini, ainjoi mpira, ainjoi michezo mingine aina yote, ainjoi maisha ya Zanzibar ya kitalii na, na, na kila kitu kwa kweli eh, ni rais ambaye kaja na na jambo jingine jipya zaidi kwetu sisi wana michezo na kwa, kwa Wazanzibari kwa ujumla tunampongeza sana. Tunampongeza pia Raisi wa jamhuri na wengine, Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia na, na, na, na viongozi walio chini yake kwa kuendelea kudumisha uh, furaha kuendelea kudumisha amani kuendelea uh, kudumisha muungano ambao umetufanya sisi leo tuvuke kutoka Zanzibar kuja hapa Dar es Salaam kwa ishu ya mapinduzi. Mapinduzi ni ya Zanzibar, lakini bila ya mapinduzi kusingekuwa na muungano. Muungano huo ndio uliotufanya tuje hapa, tujisikie tupo nyumbani na tu tuyafanye haya tunaoyafanya. Tunawashukuru na Mwenyezi Mungu awape afya njema, awape umri mrefu, awafanyie wepesi kwenye kila jambo lao. uh, uh, nilisema generali, na washukuru wadhamini ambao watashukuriwa zaidi na mwenyekiti wa fedha, lakini kwa mantiki iliyotuleta hapa, nimshukuru sana mdhamini Just Fit ambaye kwa mwaka huu ndiye mdhamini anayebeba hizi zawadi zilizopo mbele yenu. Na kilichotuleta hapa leo ni kuja ku kuonyesha umma kwanza sisi kupokea kutoka kwa Just Fit, lakini pia kuwaonyesha watu kwamba mwaka huu zawadi tunazoenda kuzitumia ni hizi. Tulikuwa huko kabla, nilikuwa nikisikika nikisema kwamba mwaka huu tuna zawadi za aina ya kipekee, zawadi maalum, zawadi tulizozitengeneza mahsusi kwa ajili ya Mapinduzi Cup, so tu zile zawadi unakwenda dukani kununua na kuzitumia kwenye Mapinduzi Cup mwaka huu. Zawadi zetu tulitoa, tulitoa kabisa huko kiwandani namna gani zimetengenezwa kwa, <tod konuşan> kwa ajili yetu, na ndo leo zipo hapa mbele yetu. Muda mchache ujao Just Fit atatufahamisha hii ni kwa ajili gani, wakati huo akifanya makabidhiano kutoka kwake kuja kwetu na kuwahabarisha watu kwamba zawadi hii ni kwa lengo lipi na hii ni kwa lengo lipi. Kwa hiyo tunamshukuru yeye na tunawashukuru na tunawashukuru wadhamini wote kwa ujumla wake, kama nilivyosema kwa, kwa, kwa ujumla, na yupo ambaye atawashukuru mmoja mmoja kwa kutaja hasa kwa majina yao, kwa maana ya mwenyekiti wa fedha, yeye ndo anayewatambua zaidi, lakini tunawashukuru wote, tunamshukuru. Mimi niwataje tu kwa haraka ni NMB PBZ Bank, Azam Media, yeye uh, Just Fit, Robi One Pharmacy, TRA, Mamlaka ya Bandari Tanzania, TPA Um, uh, sh shirika la bima Zanzibar, uh, ZIC na wengineo ambao muhusika zaidi atakuja kuwataja mmoja baada mwingine. Kwa hiyo baada ya hayo, naomba tu kumkabidhi tukumkabidhi ku Just Fit mwenyewe. Nasema Just Fit, simtaji jina, nataja Just Fit kwa sababu ndio mwenye, mwenyezi zawadi. Kwa hiyo naomba nimkabidhi yeye sasa, atuonyeshe zawadi hii hapa ni kwa lengo lipi? Hii hapa ni kwa lengo lipi, na atukabidhi lakini kama tulivyosema mwanzo, mwaka huu hata marefarii tumewafanyia vitu vya kipekee, naamini hapa tutaenda kuviona muda si mrefu. Karibu, tuendelee. Asalamu alaykum. As, shukran sana uh, kwa utambulisho kwa majina, anaitwa Hadji Degigo ambaye ndio mtendaji wa Just Fit. Leo katika uh, hadhira hii ni kwamba tumejua ku, kujitambulisha kama wadhamini wa, wa Mapinduzi Cup na lengo kubwa kwa Just Fit, kama mnavyofahamu kwa wale ambao umetufuatilia kwa karibu, ni kuinua na kukuza mpira wetu Tanzania, na hivi ni kwa sababu uh, kwa kuangalia na kuona kwamba mapinduzi imekuwa kubwa polepole, poanza tangu wachanga mpaka saizi ipofika, ni level ofikia, ni level of kubwa sana na, na level hii ilipofikia, mapinduzi sio sehemu ambayo kwamba ikaendelea ma mashindano yakaendeshwa katika hali duni ama kioleaolela, bali ni kwa kuongeza na kuikuza uh, Mapinduzi Cup kwa sababu inapoelekea could even become an international competition, so kwa sisi uh, Just Fit tumeona kwamba is very important uh, kuengage na Mapinduzi na kuwasaidia katika kuboresha na kuleta umaridadi katika uh, kombe hili na kuongeza tija kwa sababu sometimes uh, kama alivyosema katibu hapa. Uh, tuzo zinatoka ni very generic za kawaida, ambao hata mtu akienda dukani Kariakoo anaweza akaipata, na inashusha hadhi ya ushindani ule. Uh, chukulia picha kwamba wewe ndio mchezaji bora wa tamasha only to be given a, a, a trophy that someone could have buy, could have bought it in uh, Kariakoo. Kwa ina, inandoa ile eh, uzito wa shindano na uzito wa ile, uh, uh, award ambao mtu amepewa. Kwa kama vosema kupitia maelekezo mahususi kutoka Kamati Kuu ya Mapinduzi tumeandaa hizi uh, awards kwa ajili ya uh, washindi watakaopatikana uh, lakini also mbele yetu hapa kumekosekana medali, lakini pia medali ni miongoni mwao. Kwa kwanzia kabisa sisi tutaanza uh, pia kuwavalisha marafarihi kwa sababu pia ni, ni sehemu kuu ya mchezo uh, kuonesha kwamba kuna umaridadi kwa marafarihi na kwamba kweli wako uniform Uh, na hizi ndio uniform upande wangu kulia za marefari ambao watavaa katika mashindano yote ya Mapinduzi Cup. Lakini pia at the same time kuna uniform za ball boys ambao watakuwa wanaokota mipira kuensure kwamba mchezo unaendelea kwa wakati. Uh, chingine ambacho mtakuwa mmekiona ni mpira ambao utautumika katika Mapinduzi eh, Cup. Uh, mpira huu kama kawaida mmeona tumefanya kwenye ligi kuu bara. Uh, mpira ambao ulikuwa ni quality wenye vigezo uh, ambao tunajua kwamba kwa wachezaji ambao wanacheza katika level hiyo ya professional wata appreciate quality ambayo ilotumika kuweza kwamba kuenjoy mpira wao na kupata matokeo uh, Mbele yetu pia kuna award tofauti uh, tofauti, so now we will award uh, kuanzia kule ni goalkeeper, best goalkeeper naye atapata uh, award yake. Uh, pia kuna uh, top scorer ambaye ni kiatu cha hapa, alafu pia tuna best player of the tournament, lakini pia kuna man of the match kwa kila mechi ambayo itakayofanyika, kwa kila mechi itakayofanyika man of the match naye pia atapata award yake. Kizingatio ni kile kile ni kwamba ni ubora, kwa sababu ndo ndo sisi just fit ni misingi ambayo tunasimamia ni ubora, uh, lakini pia ni kukuza na kukuza vipaji na kukuza tamasha letu hili la, la la mpira. Na sisi kama Just Fit hatu deal tu na vilabu, lakini huu ni ushuhuda kwamba tuna deal na taasisi za mpira. Uh, tungependa pia ku deal na uh, federation za mpira, lakini sio tu kuishia ndani ya Tanzania lakini generally in the East Africa community. Lengo kwamba saizi mpira yetu umekuwa dunia magharibi imekuwa kituangalia sisi kuona kwamba uh, vipaji ambavyo vinapatikana na Mapinduzi imekuwa ni sehemu kubwa ya kutoa vipaji vingi ambao sasa wanacheza not only kwenye timu za taifa lakini katika timu kubwa ambazo ziko Tanzania bara. Sasa kama hii ni sehemu kubwa ya kutoa vipaji, and then kuna kila jukumu kuanishwa kwamba, uh, shindano hili linazidi kuwa kubwa, linaleta hamasa so that kwamba huko chini kwenye grassroots watu wanatia nguvu zaidi kukuza vipaji, kwa sababu wanajua kwamba kuna platform sasa shida kwamba hizi academy na vilabu inapata uzito kutoa kukuza vipaji na kuinvest katika hiyo sekta, kwa sababu wanajua hakuna platform sasa. Kwa mapinduzi imeleta hiyo platform, na sisi kama Just Fit tunaona kwamba kuna kila haja kuchangia na kuboresha hii platform, na kwamba kila na siku inapoenda kwamba vijana wetu wanapata uh, hamasa kwamba kujua kwamba ipo siku na wao watapata nafasi yao ya kuonekana. Basi kwa hayo machache bila kuwachosha uh, ningependa kwamba kuwakaribisha hapa dukani kwetu Just Fit. Uh, tunatoa vifaa tofauti tofauti vya michezo uh, including ambavyo unaviona, lakini zaidi ya kwa wale wapanda michezo wanaopenda kwenda gym, kukimbia, viatu, lakini ambao wanapenda kupendeza. Cha msingi ni kile kile, issue ni kwamba ni quality na kuona ubora wake. Kwa hayo machache, ningependa kumrudishia uh, afisa habari. Asante na kushukuru ni katibu Uh, kipekee pia naomba sasa alionyeshe kombe lenyewe ambalo mwaka huu ndilo atakalolibeba yule uh, pale Gombani. Fainali yetu itakuwa uwanja wa Gombani Pemba, kwa hiyo bingwa pale atakayeshinda mechi ya fainali Gombani Pemba atakabidhiwa kombe nalo, kama tulivyosema ni kombe mahsusi, sio yale makombe ya kwenda kununua of, uh, ambalo lipo litaonyeshwa litaonyeshwa punde. Kwa, kwa kumalizia upande wangu pamoja na haya tuliyoyasema tuliyoyaonyesha leo hapa, of course hayajawahi kufanyika, ni mapya kwa Mapinduzi Cup, lakini kesho tukijaaliwa asubuhi, maana yake kickoff ni saa kumi na robo, tutakuwa na sherehe za kuelekea kickoff ambazo zitaanza saa saba sherehe za maana kabisa ambazo pia nathubutu kusema kwa Mapinduzi Cup kwa Zanzibar, pengine kwa Tanzania ukiacha yale ambayo ni ya kimataifa yamefanyika, pengine zinaweza zikawa uh, zikachukua namba moja hizo zitakazofanyika kesho pale Amani Complex kwenye kufungua. Lakini kabla ya muda huo tumeonyeshwa zawadi hapa, kuna man of the match kuna sijui mchezaji bora mwisho wa mashindano na, okay. Uh, kuna mchezaji bora mwisho wa mashindano, na hili ndo kombe letu mwaka huu. Naomba, naomba tuli tulibebe nalo mwaka huu. Timu itakayochukua ubingwa kombe lake ndio hili. Nafikiri hiyo siku inabidi team captain Uh, ikiwezekana kwa hizi timu ambazo team captains wake labda kidogo uh, hawajaenda gym ku, ku, kubeba vyuma, atamkabidhi mchezaji mwingine kulinyanyua. Ni kombe kombe kweli yani, ambalo hata humo ndani watu wakitaka kuchangia watachangia. Uh, ni kombe la kipekee, ni kombe jipya kwao. Nilikuwa natoa hii habari kwamba kesho tukijaliwa asubuhi, pamoja na zawadi zote tulizozisema, kesho kuna kitu kingine kikubwa mno kinachohusiana sasa na fedha awa mabingwa watapokea mambo haya. Tulitangaza bingwa atapokea mia hamsini, pengine kesho kuna mabadiliko, nimesema pengine. Tulisema mshindi wa pili atapokea mia, pengine kesho kutakuwa na mabadiliko. Msisite kufika kesho, tutakapotangaza wapi tutafanya. Press ya kuelekea kickoff, tutafanya press kubwa babu, kubwa babu, kubwa ambayo inahusu sasa. Si ajabu kutakuwa na zawadi mpaka za mwandishi bora kwa mwaka huu, si ajabu tutasikia kesho na mwandishi bora. Sasa sio tena kikombe, mwandishi bora mfuko utasema, pengine tusubiri kesho. Kwa hiyo kesho, msikose kesho, kuna jengine kubwa kuliko hili la leo. Hili ni kubwa, asa lifikirie kama hili lina ukubwa huu, la kesho litakuwa kubwa kiasi gani? Msisite, hiyo itakuwa pale pale Zanzibar, kuelekea kikofu, kabla ya kuingia kwenye sherehe za ufunguzi. Kwa upande wangu nawashukuru, namrudishia afisa habari ili aendelee na protokoli za kumalizia press yetu. Nawashukuru sana. Sawa ndugu wanahabari, uh, tumemsikia katibu wa kamati ya kombe uh, la Mapinduzi, lakini kimsingi tunawashukuru pia uh, Just Fit, na kabla uh, mwenyekiti wa kamati ya fedha uh, ya kombe la Mapinduzi kutoa shukrani, nami niseme jambo kwamba tukiangalia ubora wa hizi zawadi sio kwa kuzitazama tu kwa macho, yani ningependa hata miongoni mwenu angekuja mwandishi mmoja hapa Aikamate, alafu atuambie ya mchezaji bora wa mashindano. Hii ni tuzo ya mchezaji bora wa mashindano wake. Tuwa utawambia waandishi wengine na utawambia na umma wa Tanzania. Wewe utakuwa balozi wa kulisemea hilo ubora wa hii tuzo. Kwa hiyo haya ndio mambo ya Just Fit, na sio hiyo tu, kila mechi kutakuwa na tuzo ya mchezaji bora wa mechi ambayo iko hapo, ambayo nayo ina ubora mkubwa sana. Kimsingi vitu vyote hivi ni vitu ambavyo vimetengenezwa kwenye ubora wa hali ya juu, ambapo ni tofauti kabisa na tournament nyingine zozote ambazo zishawahi kufanyika katika taifa hili la Tanzania kwayo. Kwa hiyo kwa Just Fit walichokifanya ni jambo kubwa sana ambalo sisi tunashukuru katika hilo, na bado pana mengi sana tumeelezwa kuhusiana na marefari waamuzi watavalishwa, pamoja na zawadi nyingine mbalimbali. Kwa hiyo tunawashukuru sana katika hili Just Fit. Baada ya kusema hayo, ni mpe kipaza sauti mwenyekiti wa kamati ya fedha ndugu Halid Bakari, nawe tuwe neno la shukrani kwa ajili ya uh, kuenda kumaliza mkutano wetu, lakini bila kusahau wanahabari pia, baadaye nitatoa fursa ya kwenu kuuliza maswali. Habari za asubuhi Tanzania, kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu Habari za asubuhi wa Tanzania, habari za asubuhi waandishi na wadhamini wote ambao ametudhamini. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha sote hapa kufika hapa tukiwa katika hali nzima na salama sana. Lakini uh, niwashukuru, uh, tuna executive tuna eiia na waandishi wa habari wa katika mihimili yetu ile uh, kwa kutusupport. Najua waandishi wa habari mna majukumu mengi ya kazi, lakini miache yote imekuja hapa kutusupport. Kwa hiyo nashukuru kipekee na naf nafikiri au uh, halisia kwamba habari zetu hizi uh, zitaruka na kila mmoja ta ataona vipi Just Fit umetupa zawadi. Lakini kazi iliyopo hapa ni ndogo tu, na situmie muda mwingi uh, kuwapa shukurani. Kwanza kabisa naomba niwape shukurani uh, wadhamini wote ambao wametudhamini Ah, kwa Kombe la Mapinduzi, kwa niaba ya kamati ya Kombe la Mapinduzi nawashukuru sana, kwa sababu wao wametuheshimisha. Bila wao nafikiri sisi tungekuwa sote chochote, kwa sababu wadhamini ambao wapo nyuma yangu hapa na wengine nitawataja <coughs> wametuheshimisha, wametuheshimisha sisi kamati ya Mapinduzi kwa kufanya mashindano safari hii kwa kipekee, lakini pia wameheshimisha serikali ya mapinduzi Zanzibar, kwamba kwa sababu ya mashindano ya serikali, lakini pia wameheshimisha uh, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba mashindano hayo yanafanyika na Tanzania. Naomba niwataje baadhi ya waandishi ambao ninawashukuru mpaka sasa hivi. Uh, kwanza kabisa Azam, uh, tuwashukuru kwa kutudhamini NNB, uh, Benki ya Watu wa Zanzibar, Just Fit wenyewe, lakini wapo Robin One, wapo wapo TRA wapo, uh, Tembo Hotel, Shirika la Bandari Tanzania TPA, Zanzibar Insurance Corporation, shirika la bima uh, Zanzibar School of Health, Orkun Group, na wengine wote ambao kwa bahati mbaya nimewasahau sijawataja hapa, pia tunawashukuru, lakini milango bado iko wazi, kwa vile mashindano yanaanza kesho. Kwa yoyote mdhamini mpya ambaye atajitokeza, basi tutaweza kumpokea ili tuweze kuupeleka mbele ili kudumisha jukumu letu. Lakini nichukue nafasi hii kuwashukuru tena waandishi wa habari, waandishi wa habari mpo wengi, mmekuja kutusapoti na mmetoka maeneo tofauti tofauti, najua mna majukumu mengi ya kazi, lakini mmekuja hapa kutusapoti. Kwa hivyo mimi uh, yangu mimi machache tulikuwa jas just kutoa shukurani kwa wadhamini ambao mmetudhamini, pamoja na wadhamini wapya ambao mtakuja leo kesho na kisha kutwa. Mashindano hayo yapo, yanaanza kesho, litamalizika tarehe 13. Kwa hivyo bado milango kuwazi kwa wadhamini wapya. Asante sana. Sawa, so, kama nilivyosema hapo awali kwamba nitatoa nafasi ya kuuliza maswali, lakini kabla hapo, ya hapo nitawarishia Azam ambao wanarusha matangazo yao moja kwa moja, baadaye nitatoa nafasi kwenu pia kuuliza maswali. Lakini washukuru pia eh, kamati kuu ambayo imezungumza hapa Just Fit pia kwa ujumla wake eh, pamoja nanyi pia wanahabari kwa kujumuika nasi, nirisha kipaza hiki kwa Azam eh, wazungumza chochote baadaye, tutarejea tena hapa. Naam, uh, bila shaka umesikia kile ambacho kilichokuwa kinaendelea hapa na mojawapo ya jambo kubwa na zuri zaidi, huyu ndio mwali ambaye bingwa atakayemchukua ataondoka na ili kombe moja kwa moja kwa mujibu wa walioandaa au waliotoa hili kombe. Kwa kutokea hapa, hatuna la ziada. Hassan Mvula, Azam Sports.